Ni mjadala michezo, kipindi cha michezo. Mimi ni Josephat Charo na studioni hapa niko pamoja na mwana michezo mwenzangu Jacob Safari, na upande wa pili studio yuko Suleiman Mwiru, pia na yeye tukiwa naye katika dawati la michezo. Klabu ya Simba Sports huko nchini Tanzania wekundu wa Msimbazi wameshindwa kulinyanyua taji la mashindano ya CAF kombe la shirikisho baada ya kutoka sare bao moja kwa moja na Berkane ya Morocco, ni jana hapo katika fainali iliyochezwa huko Zanzibar na kushindwa kwa jumla ya mabao matatu kwa moja baada ya kupoteza mechi ya mkondo wa kwanza mbili mtungi walipokuwa ugenini. Mindi Joseph ni mwandishi wetu kutoka huko nchini Tanzania, na anatanguliza mjadala wetu na ripoti ifuatayo. Matumaini yalikuwa makubwa na kauli yao ya hii tunabeba, lakini imeshindikana mbele ya miamba kutoka Moroko RS Berikane, kwa kuambulia sare ya kufungana goli moja kwa moja, na RS Berikane kubeba ubingwa kombe la shirikisho barani Afrika katika ardhi ya Tanzania. Je, nini kinakwamisha timu za Tanzania kubeba ubingwa wa Afrika? Simba ameangukia pua mwaka elfu mbili na ishirini na tano, vilevile Yanga aliangukia pua mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Mchambuzi wa soka Jastini Muharinga anasema kinachowanyima ubingwa Simba na Yanga ni uwekezaji wa wachezaji kwenye nyanja ya kutobaki na wachezaji muhimu kulingana na, na, na ofa ambazo zitakuja baada ya wachezaji hao kufanya vizuri, ndio kitu ambacho haswa kinavikwamisha hivi virabu kutokuwa na mwendelezo kwenye haya mashindano ya Afrika. Timu ambazo wanafika nazo fainali kwanza zina uzoefu mkubwa sana kwenye michezo hiyo ya fainali. RS Berkane siku ya jana ilikuwa ni fainali yao ya sita na fainali tano kabla ya jana, walishachukua ubingwa mara mbili, kwa hivyo wao wana uzoefu. Lakini pia ukiacha tu uzoefu, wana uwekezaji imara kwenye kikosi chao tofauti na timu za Tanzania. Mashabiki wa Simba waliamini kombe linabaki nyumbani, lakini wanamtupia lawama mwamuzi wa mchezo. toka mwanzo alipokuwa wanaonekana amewegemea wapi, wachezaji wanafuata lenda nawe kujiridhisha atake anakuwa mkali, lakini pia tukirudi nyuma, sikio mara ya kwanza kudhulumu timu ya Tanzania, huyu nasema alichunyonga, ni mipango ilikuenelekwa kwa ajili ya kuidhoofisha Simba, upande wa pili waweze kufanikiwa. viara imewekwa pale kwa sababu gani? Kwa hii ni mechi ya fainali, refa ajenda hata mara moja kwenye viara Nenda kaa kiki usema okay, mlichoniambia. Hata mimi nimeona, mchezo huu ulikumbwa na matukio mengi, ikiwemo kadi nyekundu kwa mchezaji wa Simba Yusuf Kagoma iliyo wagharimu Simba na kujikuta ikicheza pungufu mapema tu kipindi cha pili wachezaji wa Simba beki Shomari Kapombe na Muhamed Huseni wamefunguka kwa uchungu kukosa ubingwa huo. iliweza kutufunja nguvu kwa sababu tulikuwa tuko wachache na tukikuwa tunahitaji kupush izi uliweza kuendelea kupush na tukaweza kupata goli ambayo iliweza kuja kukataliwo. Tujipange kwa ajili ya mashindano ya kimataifa kama wachezaji tumekambana, lakini kiukweli akiwa uh, mtu ameona mwamuzi ametuumiza sana. Huu ni mchezo wa fainali, unaona kabisa, kuna kadi ambayo imetoka kwa mwamuzi, ameharibu fainali. Kocha msaidizi wa Simba Selemani Matola anasema kweli wamekosa kombe la shirikisho Afrika, sasa wanajipanga na msimu ujao. Ilikuwa safari ngumu sana, ukiangalia tulikuwa timu nyingi sana na hatimaye kutinga fainali, na hakuna mtu yeyote alitegemea kwamba sisi tunaweza tukafika hapa, kwa ni achieve kubwa sana ujio. Kwa hiyo yote kwa yote, tumelikosa kombe leo, unaweza kusema ndio mpira, tujipange kwa msimu mpya. Miaka 32 iliyopita Simba alifika fainali ya michuano ya Afrika CAF Cup akashindwa kutoa bingwa, na mwaka elfu mbili na ishirini na tano Simba ameshindwa tena kwa mara nyingine kubakiza kombe nyumbani. Kutoka nchini Tanzania ni mwana michezo Mendi Josephu. Jacob nianze na wewe kabisa hmm. Hasi ya kubali kushindwa bwana simshindani mara VAR sijui kadi nyekundu <laughs> <laughs> Eh, vipi? Vipi mambo hayo kwa eh, kweli eh, nafikiri mechi ilikuwa ngumu. Mchezo huu Simba waliupoteza kule Moroko. mm -hmm. Naweza kusema hivyo kwa sababu kukubali magoli mawili kwa bila, kama ingekuwa mm -hmm. ni mbili moja kule mm -hmm. Moroko, Ngekua wangepata angalau moja eh, wangekuwa na matumaini makubwa, na ni katika fainali, matumaini bado yalikuwepo mm -hmm. kwa mbili bila, lakini kumbuka unapatana na timu ambayo imejiandaa vizuri na inaelewa kwamba hii ni fainali M katika me mechi ya, ya, ya, ya mkumbo wa kwanza ilipowapiga mbili bila, ikawa ni pigo lile like la kisaikolojia pia mm-hmm. Kwa hiyo walipokuja huku, uh, Zanzibar hawa Berkane walikuwa uh, wanajua kwamba wanakuja kutetea ule ushindi wao wa uongozi wao wa mbili, uh, mbili bila. Simba walipoweka lao la kwanza, wao wakawa wanafanya bidii waweze ku ku kupata la kusawazisha, wakalipata na walipolipata basi ikawa ndio, uh, wakajua kwamba tuna mkono mmoja katika, mm -hmm. Katika, katika taji hili. Haya, asante sana, nigeuke upande wa pili. Uh, Sule, najua kwamba wewe kuna matukio fulani yakitokea unaanza kuandika Kiarabu, unaanza kuandika Kiarabu na unaongea Kiarabu leo hataki kia, kueleweka sasa. Leo utaongea Kiarabu au unaandika Kiarabu? Bwana, kilichotokea kimetokea, wote tumekishuhudia, lakini mimi ambacho nimekiona katika mchezo wa fainali, fainali zote mbili kuanzia Morocco mpaka jana visiwani Zanzibar, mm -hmm. ni mchezo ambao binafsi sioni kama Simba ilikuwa haistahili kubeba ubingwa ni mchezo ambayo mimi naona timu zote zilimcheza kwa uzuri kabisa, lakini kitu ambacho Simba nahisi kama walizidiwa ujanja na hawa Waarabu ni kwamba ubora wa kucheza katika mchezo wa fainali, kwa maana ya kwamba hawa mabwana wamecheza fainali yao ya sita, wana mm -hmm. uzoefu wa kutosha, na ndo walifanya kile ambacho watu wengi Waingereza wana, wanakisema mind games mm -hmm. tangu mwanzo fainali ya kwanza inaenda kuchezwa Simba wameshaanza kuzungushwa huko Dar es Salaam kwamba mechi itachezwa wapi iu, ama ni Dar es Salaam katika uwanja wa Benjamin Mkapa ama Zanzibar. Wakaanza kuwachezesha kuwahamisha Simba katika kuotoka katika mchezo wa fainali kuleta katika mambo ya nje ya uwanja. Kwa hiyo mpaka mm. jana hiyo, unaona kabisa Simba walizidiwa nje ya uwanja kwa maana ya ku, kutawala mchezo wa fainali na hata ndani ya uwanja pia walizidiwa. Kwa hivyo ni kitu ambacho unaweza ukasema kwamba ni funzo kwa Simba wenyewe kwamba wakati mwingine wanapoenda katika finali lazima wajifunze namna ya manake kujisimamia kwamba mm, tuna mchezo wa fainali hili ndo jambo ambalo tunapaswa tuende nalo, lakini lingine tuliache. Kwa hiyo simba ilikuwa ina, inazungushwazungushwa sana kwa mambo mengi ambayo mwisho wa siku yamepelekea timu imeshindwa kupata matokeo. Sule na... mm, kwa nini timu za Tanzania mm, zinakwama eh, katika kutwaa taji hili? kama nilivyo ulivyosea kwenye ripoti hapa ni kwamba mara ya mwisho ilikuwa ni Yanga mwaka elfu mbili ishirini na tatu. Simba jana wameshindwa wa kutoa taji tena kwa mara nyingine. Mimi ambacho naweza nikasema kwa lugha rahisi ni kabisa ni ubora wa timu hizi, katika michuano hii ya kimataifa, zimekuwa na mwendelezo mzuri sana wa kufika katika hatua za fainali, lakini siku ikifika, siku ya fainali zinapoteza matokeo, na kwa sababu ya uzoefu wa kucheza michuano hii ya fainali, kwa maana ya kwamba Simba na Yanga kwa mfano, zimeshindwa kutamba katika fainali hizi kwa sababu tu wanazidiwa ama ubora wa wachezaji wenyewe. Kwa mfano, unaweza kutazama ubora wa mchezaji mmoja mmoja wa vilabu vya Simba na Yanga ni tofauti kabisa, lakini vilabu hivi vya wenzetu vimewekeza zaidi katika vikosi vipana, kwa maana ya kwamba naweza kukosekana mchezaji mmoja na wakapata matokeo. Lakini pia sijui si, kama nitatamka nita kwa lugha inayoeleweka ama itakuwa mm -hmm. iko vipi, lakini naweza nikasema kuna, na, kuna namna ya kuihujumu fainali mm -hmm. kwamba timu zetu za Tanzania kumfano, kuhu, wa finale, kwa mfano zinashindwa namna ya kucheza mchezo wa fainali wakiwa wanajiamini kwamba wamefika fainali a a abwnakani kama, wana, kama wanapagawa kwamba tupo mm -hmm. kwenye fainali bwana. Kwa hiyo mwisho <laughs> wa siku unakuta wanapoteza matokeo kirahisi ah, yeah. wakati wamefanya kazi kubwa mpaka kufika fainali na wame, wamepoteza kirahisi limeiathiri vipi, uh, Simba wekundu wa Msimbazi, kuangalia sasa mbele wao, mm, wanasema wow, kwamba uh, sasa hivi macho yao yako mbele, lakini uh, ni pigo pia la kisaikolojia kwa sababu uh, msimu ujao mm -hmm. Huwezi jua, ni safari ndefu hiyo ambayo wamepitia, kulikuwa na timu nyingi, wao wakajitahidi mpaka wamefika fainali uh, lengo ilikuwa ni kubeba kombe, hawakuweza kulibeba uh, lakini msimu ujao huwezi jua nao utakuja na mambo gani mm -hmm. Kwa hiyo ni, ni, ni pigo nafikiri hii safari ndefu tena wapitie mpaka wafikie hatua kama hii, itakuwa ni kazi kubwa. Ni kazi, ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo hilo nalo na ni pigo na lakini uh, hapa sasa ndo itaonyesha iwapo Simba ni klabu kubwa kweli na itaweza kuvuka vipi, eh, kuivuka vipi kipindi hiki na iweze kujipata tena katika hatua hii msimu ujao. Haya, tuje sasa hapa Ujerumani na masuala ya Bundesliga. Bayer Leverkusen sasa hivi wana kocha mpya Erik Tenhag na ni rasmi sasa inajulikana. Uh, unadhani kwamba ataweza kuvaa viatu vya kocha Alonso ambaye ameshaondoka sasa kutumikia hmm. Real Madrid? Alonso ni kocha mchanga uh, Tenhag nafikiri ana uzoefu zaidi kumshinda uh, Alonso, lakini viatu uh, vya Alonso ni vikubwa mm -hmm. nafikiri uh, kuliko vya Tenhag. Sijui kama ataweza kuvimudu ukizingatia kwamba mengi yanatokea sasa hivi katika klabu ya Leverkusen. Si Alonso peke yake ambaye ameondoka, lakini ukiangalia historia ambayo wameiwacha mm -hmm. wengi wanatarajia Ten Hag aendeleze pale alipowachia, uh, Shabi Alonso. Lakini alipoachia Shabi Alonso, uh, kuendeleza ni uwe na um, wachezaji ambao ni wazuri zaidi mm -hmm. uh, sasa hivi utawapata wapi, wako tayari kushindana katika soko la uhamisho kuwapata hao wachezaji ambao ni wazuri zaidi kuliko aliyokuwa nao Xabi Alonso. Mm, za, eh, Jeremy Frimpong hmm. Yupo pia vilevile Florian Wirtz vile, na Jonathan Tah, wote hao inaonekana tayari wameshaondoka na ni dhahiri kwamba Tah anakwenda Bayern. Florian Wirtz alikataa kwenda Bayern, amesema anakwenda Liverpool na anamfuata Frimpong huko mustakabali wa klabu hii kuelekea msimu ujao Leverkusen unaiona wapi? Unaona kwamba itakuwa miongoni mwa zile timu ambazo zitaleta ushindani katika ligi, ama tunaona sasa timu itakuwa uh, dhaifu sana na pengine hata ikabiliwe na shoka la kushuka daraja? Naweza mm, yes, kusema kwamba uh, Leverkusen, yani ni timu ambayo sasa sasa hivi inavunjwa vunjwa kwa sababu mm -hmm. Ukimwondoa Frimpong, ukimwondoa Florian Wirtz mchezaji ambaye ndo alikuwa anategemewa kule kweli, Jonathan Tah yeye ndo alikuwa nguzo Miki katika safu ile ya ulinzi beki kisiki, kama unavyosema basi ushaimaliza. Usha, usha hii timu aliobaki pale ni, ni, ni Grani Jak ambaye alikuwa pia anategemewa sana lakini, eh, ndio hivyo, mchezaji mmoja hawezi kufanya lolote. Kwa hiyo eh, hii timu ya Leverkusen msimu ujao nafikiri itakuwa timu ambayo ni dhaifu sana. mm -hmm. baya Leverkusen eh, lakini huwezi jua baadhi uh, wachezaji ambao watawasajili katika msimu huu wa wa, wa, wa, wa uhamisho mm -hmm. ambao ndio nafikiri utakuwa unafunguliwa uh, wiki ijao rasmi. mm -hmm. eh, msimu wao ujao utategemea na kile watakachokifanya mm -hmm. katika msimu huu wa majira ya joto kwa hiyo Leverkusen, lakini lakini sidhani kama watafikia kile kiwango uh, walichokuwa chini ya Alonso. Kufikia kiwango cha kuweza kushuka daraja sidhani, lakini itakuwa kazi ngumu kwao kupigania nafasi za kucheza katika Champions League. Tumsikilize Sule hapa kifupi. Uh, umemsikiza hapa uh -huh. Uh, Jacob anaelezea uh -huh. na tunajua kwamba mabingwa wa Bavaria Bayern Munich wameshabeba taji. Kuangalia mbele unaona kwamba sasa ligi itabadilika tena mm. itakuwa sasa ni, ni, ni kutawaliwa tu mm. na, na Bayern Munich, Bayern Munich au naona kuna timu nyingine ambayo itajitokeza kuleta upinzani dhidi ya Bayern Munich, msimu ujao, kuzingatia yale ambayo yanaendelea Leverkusen? Kifupi, ili tuweze kusonga mbele. Mimi ndo navyoona hivyo kusema la ukweli, moja kwa moja kwamba tunatarajia pengine Bayern Munich inaweza kuendeleza ubabe wake katika soka. Nakumbuka kabla ya mwaka uliopita walichukua ubingwa wa Bundesliga miaka kumi na moja mfululizo na mwaka wa Xabi Alonso mmoja tu akawapumzisha lakini mwaka huu pia Alonso mwenyewe akiwemo mm -hmm. akarudisha tena kwenye udhibiti wao wa, wa, wa kuchukua Bundesliga. Kwa hivyo kwa haya yanayoendelea tumeiona Dortmund ikiwa na suasua msimu huu, RB Leipzig amesuasua sana, Leverkusen ndio hiyo inasambaratika. Kwa hiyo hii inakupa tu picha ya wazi kwamba pengine vijana wa Vincent Kompany wanaweza wakaendeleza ubabe wao kwa sababu huioni Bayern Munich wakiwa katika masakata kama hili la kuvunjika mm -hmm. vunjika sana. Wao zaidi ni kusajili na kuimarisha kikosi. Tofauti na upande wa pili ambapo unaona wengine wanaondoka na hujui kwamba Erik ten Hag akija atakuja katika mfumo gani. Kwa hivyo okay, bado nafikiri Munich watakuwa na nafasi kubwa sana kutawala soka la Ujerumani kwenye miaka inayofuata. Tena asante. Mashindano ya mchezo wa mpira wa kikapu ukanda wa nil bal kusaka tikiti ya kushiriki fainali ya ligi vilabu bingwa barani Afrika bal imekamilika jana kwenye uwanja wa BK Arena mjini Kigali, Rwanda. APR ya Rwanda na Al Ahli Tripoli zimefuzu fainali itakayofanyika Pretoria kuanzia tarehe 5 hadi 15 Juni mwaka huu. Christopher Karenzi ametuandalia ripoti ifuatayo. Mechi ya kusisimua ilikuwa dabi ya Afrika Mashariki kati ya wenyeji APR na Nairobi City Thunder kusaka mshindi wa pili kuelekea BAL mwezi ujao. APR iliondoka na ushindi wa alama 77 kwa 74 za Nairobi City Thunder. Kocha mkuu wa APR James Edward May alikuwa na haya ya kueleza baada ya ushindi huo Really kinachosalia kwa siku mbili zijazo ni kuwa watulivu really na kutafakari namna mchezo ilivyokuwa kabla ya kurejea tena uwanjani timu ya nct ilishinda mechi moja ikiwa ni mara yake ya kwanza kushiriki kocha wa nairobi city brandy thomas anaeleza you know, tumepoteza mechi mbili muhimu na nafikiri ni kwa sababu ya mambo madogo madogo ambayo tungeweza that's kurekebisha that's that. Like to just be better at. Mashabiki kutoka Kenya na Rwanda walikuwa na haya ya kueleza baada ya mechi hiyo. Eh, ilikuwa ilikuwa tight yani mashindano ilikuwa tight sana. Naona Kenya ilikuwa imelead eh? Na leo nimefurahi APR imewin na na hope itaendelea kwa hizo playoff iwin pia eh, mm -hmm. hiyo ndio inawezasema au, ni mchezaji wa APR Obadian Noel ndiye alikuwa mwiba kwa klabu ya NCT baada ya kuifunga alama tatu muhimu sekunde ya mwisho baada ya kukamilika mikondo mitatu ya bal msimu huu. Sasa ni wakati wa fainali hizo kwa mara ya kwanza katika taifa la nje ya Rwanda, ambapo fainali itafanyika jijini Pretoria kuanzia tarehe 5 hadi 15 Juni 2025. Haya ya kijiri, timu ya soka ya APR imetawazwa mabingwa wa ligi kuu kabla, kabla ya kucheza mechi yake 30 na ya mwisho. Wamefikia hatua hiyo baada ya kuilaza Muhazi bao moja kwa sifuri, huku wapinzani wao reo wakiwa nyuma kwa alama nne. Kwa jumla APR inaongoza ikiwa na alama 65 jumla ya mechi 29, huku reo ikiwa na alama 61. Kutoka DW Kigali ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi. Asante sana Christopher Karenzi. Jacob, tunafikia ukingoni mm, mwa msimu ligi ya Ulaya uh, ya Conference na pia ligi ya mabingwa Ulaya Champions juma mm, mosi, PSG dhidi ya Inter Milan na Jumatano ni Chelsea k dhidi ya Real Betis katika Conference. Unazungumziaje mapambano haya mawili? Kwanza uh, fainali hii ya uh, conference uh, siku ya Jumatano, Chelsea na Real Betis, naweza kusema kwamba itakuwa fainali nzuri. Chelsea nafikiri ndo dhidi uh, ya Real Betis, naweza kusema toka mwanzo wa mashindano haya mm -hmm. ndio watakuwa wanapata changamoto kubwa katika mm -hmm. katika fainali hii uh, na ndio maana itakuwa mechi kali. Real Betis nao vile vilevile uh, uh, walipata changamoto katika nusu fainali dhidi ya Fiorentina mm -hmm. Lakini sasa changamoto yao kubwa inakuja dhidi ya Chelsea, kwa hiyo itakuwa fainali kali. Siwezi kutabiri moja kwa moja uh, wengi wanaielekeza uh, karata yao kwa Chelsea, Chelsea. Lakini mimi naweza kusema kwamba hii ngoma itakuwa 50-50 katika uh, uh, huko, huko, huko Poland, kwa hiyo uh, hiyo itakuwa ni fainali ya conference champions league na PSG uh, kwa kweli hii nayo pia ni tabu nyingine. Siwezi kusema nani atakayeshinda, lakini naweza kusema upande wa PSG kiungo chao cha kati mm -hmm. ambacho ndio nguvu yao kubwa mm -hmm. ya hii timu kikicheza vizuri, basi wana uwezo mkubwa sana wa, wa, wa, wa kulibeba hili taji. Inter Milan, Sule, Sule anakuangalia Sule, kifupi kifupi, Sule nimesha kifupi washiwa tanye upe, nataka tu nimwambie Jacob kwamba Inter Milan wamefika finali baada ya kuotoa mabingo Hispania msimu huu Barcelona na mm -hmm. <laughs> wametoa mabingo Ujerumani League na wana wachezaji wa nne hatari, nikimzungumzia Lautaro Martinez, kuna bwana mmoja anaitwa Marcus Thuram na Federico Dimarco na Denzel Dumfries. Hawa watu wa nne wasipokuwa makini, vijana Luis Enrique ni bye bye. <laughs> asante sana, asante sana Suleiman Mwiru na Jacob Safari. Msikilizaji, basi ndipo tunakamilisha mjadala wetu wa spoti, na yupo kinda mmoja, uh, raia wa Kongo huyu zamani, lakini siku hizi ni mkana